Baraza la katiba la Kamerun linasema kwamba litatangaza matokeo ya uchaguzi wa urais siku ya Jumatatu, tarehe 27 Oktoba, saa 5 asubuhi, saa za huko. Hii ni baada ya kuhitimisha kusikilizwa kwa kesi, ambapo baraza hilo limeripoti kuwa lilipitia na kukataa rufaa zote zinazohusiana na uchaguzi wa Oktoba tarehe 12 kabla ya kutangazwa kwa matokeo hayo. Miji mikubwa nchini Kamerun kumbwa na maandamano huku wengi wakikemea ukiukaji mkubwa wa zoezi la uchaguzi. Msemaji wa zamani wa serikali Isa Chiroma Bakari alijitangaza kuwa mshindi wa uchaguzi huo na kumtaka Rais Paul Bia kukubali kushindwa. Mamlaka hiyo ilieleza hatua yake kwamba ni kinyume cha sheria na kuwataka wananchi kusubiri matokeo rasmi ya baraza la katiba. Licha ya agizo kutoka kwa mamlaka hiyo Bakari ambaye ni mgombea urais wa chama cha FSNC amerusha video mpya kutoka mji alikozaliwa wa Garoua kaskazini mwa nchi, akitoa wito kwa wafuasi wake kuendelea kuandamana. Wagombea wanane kwa idadi karibu wote walitoa wito wa kubatilishwa kwa uchaguzi wa urais kutokana na udanganyifu mkubwa ulioshuhudiwa. Walio wengi walikataliwa kwa sababu za kiutaratibu, kwa kuwa walalamika waliokuwa wamewasilisha maombi hayo walikuwa wamewasilisha nje ya muda uliowekwa au hawakuwa na msimamo unaotakiwa wa kukata rufaa kwenye Baraza la Katiba. Ombi pekee lililochunguzwa kwa kuzingatia sifa ni lile la Tomaino Ndam Njoya, mgombea wa muungano wa kidemokrasia wa Cameroon, UDC. Tukio hili ni tukio ambalo limejenga ukawaida katika mataifa mengi ya Afrika ambapo uchaguzi mkuu hasa wa urais hukumbwa na tashwishi nyingi zinazopelekea mivutano, hasa pale kiongozi wa upinzani anapokosa kuwa na imani na matokeo ya uchaguzi kutokana na udanganyifu, lakini pia wizi wa kura. Je, yeah. Ni lini donda hili litawahi kupata tiba ya kudumu hapa Afrika au yatasalia yale ya ibadilikayo ni misitu ila nyani ni wale wale wale. Nikiripotia Coco FM mimi ni Hamisi Kombe. Coco FM, ladha ya pwani.